DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni imetimia saa kumi na moja kamili hapa Ujerumani kumi na mbili kamili Afrika Mashariki hujambo na karibu kwa matangazo ya jioni kwane baba wenzangu wote watakaosikika jina langu ni Samu Njama DW habari za ulimwengu kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Watu 82 wauawa katika mashambulizi mapya ya Israel ukanda wa Gaza. Iran ya sisitiza haitaacha haitoacha urutubishaji wa urani, na mbunge wa zamani wa Ukraine anayeunga mkono Urusi auwawa. Habari kamili, Gaza. Mashambulizi ya Israel katika Ukanda wa Gaza leo yamesababisha vifo vya watu themanini na wawili wakiwemo wanawake kadhaa na mtoto mchanga. Haya yamesemwa na wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas na hospitali za eneo hilo. Israel inaendeleza mashambulizi hayo licha ya ghadhabu za jumuiya ya kimataifa kwa kutanuliwa kwa mashambulizi hayo. Inaarifiwa kuwa misaada iliyokubaliwa na Israel kuingia Gaza bado haijawafikia Wapalestina walio katika hali ya kukata tamaa. Haya yanajiri wakati ambapo mamlaka ya Palestina imesema kundi moja la wanadiplomasia limeshambuliwa lilipokuwa katika ziara ya mji wa Jenin ulioko Ukingo wa Magharibi. Wanadiplomasia hao walikuwa katika ziara rasmi ya kutazama jinsi hali ya kiutu ilivyo, ndipo iliposikika milio ya risasi. Jeshi la Israel limesema ziara hiyo ilikuwa imeidhinishwa, ila ujumbe wa wanadiplomasia hao ulipita njia tofauti na iliyokuwa imekubaliwa, ndipo wanajeshi hao wa Israel walipofyatua risasi ili kuwatahadharisha. Uhispania imelaani tukio hilo. Teheran, Iran leo kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi imesema haitoacha kurutubisha madini ya urani. Tamko hili la Arachi linaonyesha msimamo wa jamhuri hiyo ya Kiislamu katika mazungumzo yake na Marekani kuhusiana na mpango wake wa nuklia unaokuwa kwa kasi. Arachi ameasema haya baada ya mizunguko kadhaa ya mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili ikiwemo mazungumzo ya kiwango cha wataalam kuhusu uwezekano wa kupatikana mwafaka, lakini hadi sasa hakuna kilichofikiwa. na maafisa wa Marekani akiwemo rais Donald Trump Mjumbe wa Marekani mashariki ya Kati, Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wakisisitiza kwamba Iran ni sharti iache urutubishaji ila haikufanya hivyo katika mkataba wake wa nuklia wa mwaka elfu mbili na kumi na tano na mataifa yenye nguvu duniani. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Madrid Mbunge wa zamani wa Ukrain aliyekuwa amewekewa vikwazo na Marekani, ambaye pia alikuwa msaidizi mkuu wa rais wa zamani wa Ukrain aliyekuwa anaiunga mkono Urusi, Viktor Yanukovich, ameuawa kwa kupigwa risasi karibu na Madrid leo. Haya yamesemwa na chanzo kimoja cha polisi ya Uhispania. Vyombo vya habari vya Uhispania vimesema Andri Portonov alikuwa ametoka kuwapeleka wanawe shule ndipo alipouawa kabla ya kuingia kwenye, kwenye, kwenye gari lake. Portnov alikuwa mbunge nchini Ukrain katika miaka ya elfu mbili na akawa naibu mkuu wa utawala wa rais chini ya Yanukovich kabla ya kukimbilia Urusi mwaka elfu mbili kumi na nne baada ya kuamrisha kushambuliwa kwa waandamanaji wa Ukrain waliokuwa wanataka kujiunga na Umoja wa Ulaya. Marekani ilimwekea vikwazo mwaka elfu mbili ishirini na moja kutokana na madai ya ufisadi. Mamlaka nchini Ukraine hazijatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo, ila nchi hiyo imehusishwa na mauaji kadhaa nchini Urusi na maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Mauaji hayo yamekuwa yakiwalenga maafisa wa kisiasa, kijeshi au wanaunga mkono vita vya Ukraine. Berlin. Polisi ya Ujerumani leo imewakamata vijana watano wanaotuhumiwa kuanzisha kundi la wanamgambo la siasa kali za mrengo wa kulia kwa jina Wimbi la Mwisho la Ulinzi, lililokuwa linawalenga waomba hifadhi. Vijana hao pia wanadaiwa kupanga kuihujumu serikali. Waendesha mashtaka wa shirikisho wamesema washukiwa hao wenye umri wa kati ya miaka kumi na nne na kumi na nane walikuwa wanachama au wafuasi wa kundi hilo lililoasisiwa Aprili mwaka jana. Katika taarifa, waendesha mashtaka hao wamesema lengo lao lilikuwa kuuangusha mfumo wa demokrasia katika Jamhuri ya Shirikisho ya Ujerumani kupitia machafuko na hatimaye. Njamena, waziri mkuu wa zamani wa Chad na kiongozi wa upinzani Success Masra ameshikiliwa na polisi kwa muda leo baada ya kufika mahakamani akituhumiwa kwa uchochezi. Haya ni kwa mujibu wa mawakili wake. Masra aliyepambana na rais Mahamat Idris Deby Itno katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita alikamatwa mnamo Mei kumi na sita na anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo uchochezi uwasi na kuanzisha na kushirikiana na makundi yaliyojihami. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa DW mjini Bonn. Dunia yetu leo jioni tuangazie. Uh, sasa safu ya uchambuzi. Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yameendelea licha ya hasira ya kimataifa kuongezeka. Wachambuzi wanazungumziaje hatua mpya kutoka mataifa ya magharibi? Uh, pingamizi hizi dhidi ya serikali ya yani Netanyahu haziko tu nje ya Israel lakini hata huko ndani ya Israel vuguvugu linazidi kuongezeka kumtaka Netanyahu abadili msimamo wake. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakutana leo na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuanzie uchambuzi wa ripoti jioni hii. Mashariki ya Kati: mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yameendelea licha ya hasira ya kimataifa kuongezeka, huku hospitali zikizingirwa, misaada ikikwama kuwafikia watu wanaotaabika, na viongozi wa dini kisiasa wakitoa miito ya kuvisitisha vita. Papa Leo wa kumi na nne ameongeza sauti miongoni mwa walioguswa na janga hili, akitoa wito wa dharura kwa Israel kuruhusu misaada ya kukomesha umwagaji damu. Idi Sesanga na taarifa kamili. Jeshi la Israeli limezingira hospitali mbili kati ya chache zilizosalia zikifanya kazi kaskazini mwa Gaza za Al-Awda na hospitali ya Indonesia, likizuia li watu kuingia au kutoka. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mfumo wa afya katika eneo hilo uko hatarini kuporomoka kabisa kutokana na mashambulizi ya anga, ukosefu wa maji, umeme na vifaa WHO imeripoti mashambulizi takriban mia saba dhidi ya vituo vya afya tangu kuanza kwa vita. Hospitali ya Al-Auda imeshambuliwa moja kwa moja, ambapo droni ziliulenga uwanja wake wa magari ya kubeba wagonjwa. Wauguzi na madaktari takriban hamsini, wakiwemo watoto na wajawazito, wamebaki ndani ya jengo hilo, huku kukiwa na uhaba mkubwa wa maji, chakula na mawasiliano. Wajumbe wa bodi ya hospitali wanasema hawawezi kuondoka kwa sababu ya mashambulizi yanayoendelea. Hospitali ya Indonesia iliyokuwa kubwa zaidi kaskazini mwa Gaza nayo imezungukwa na, na wanajeshi wa Israeli. Droni zimekuwa zikivinjari angani na mashambulizi anga ya anga yamesababisha moto baada ya jenereta kushambuliwa. Israeli inadai inashambulia miundo mbinu ya Hamas karibu na hospitali, madai ambayo imekuwa ikiyatoa mara zote inapolenga vituo vya afya bila kutoa ushahidi. Wakati hayo yakiendelea ya, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne ametoa wito wa dharura kwa Israeli kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza na kusitisha mapigano. Hali katika ukanda wa Gaza inazidi kuwa ya kusikitisha na kutia wasiwasi wasi. Inatoa tena wito wangu wa dhati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu yenye heshima na kukomesha uhasama ambao gharama yake ya kutisha inalipwa na watoto wazee na wagonjwa. Ingawa Israeli ilitangaza kuruhusu misaada kadhaa kuingia Ghaza, Umoja wa Mataifa unasema bado hakuna msaada uliowafikia watu walioko katika hali ya dharura. Shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi wa Kipalestina waki waki UNRA limesema wafanyakazi wake walishindwa kuchukua msaada mpakani kwa sababu ya amri ya jeshi la Israeli kubadilisha malori, jambo lililosababisha kuchelewa kwa usambazaji hadi Jumatano. Misaada ilikuwa bado haijagawiwa. Katika hatua nyingine, kundi la wanadiplomasia lililokuwa likizuru kambi ya wakimbizi ya Jenin katika ukingo wa magharibi lilishambuliwa kwa risasi. Mamlaka ya Palestina imelaani tukio hilo huku waziri wa mambo ya nje wa Italia akiitaka Israeli kutoa maelezo ya haraka, wakati wakosoaji wa kimataifa wakiongezeka, ikiwemo Ufaransa, Uingereza na Kanada. Ujerumani iliyatetea makubaliano ya ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Israeli, licha ya umoja huo kutangaza kupitia upya makubaliano hayo, kwa mujibu wa kifungu kinachotaka kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Tukisalia kwenye mzozo wa Mashariki ya Kati, kuna mabadiliko makubwa ya mtazamo kutoka kwa baadhi ya mataifa ya Magharibi ambayo kwa miongo mingi yamekuwa yakiunga mkono Israel kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Uingereza imesimamisha baadhi ya mikataba ya silaha, Umoja wa Ulaya umetangaza mapitio ya makubaliano ya ushirikiano wake na Israel, huku sauti za upinzani dhidi ya operesheni za kijeshi za Israel zikizidi kushika kasi hata miongoni mwa washirika wa karibu. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdurrahman na kwanza nimemuuliza, je, hatua hizi mpya kutoka mataifa ya magharibi zinaashiria mabadiliko ya kweli ya sera au ni hatua za kisiasa za muda kutokana na, na shinikizo la umma na hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza? Nafikiri mtazamo huu wa nchi za magharibi unatokana na kilio kutoka sehemu mbalimbali za dunia mm -hmm. na nchi hizi zimeanza kupoteza mwelekeo na hali kadhalika kupoteza imani ya raia katika nchi zao. Tusisahau kwamba raia wengi katika nchi hizo ikiwemo Uingereza na hali kadhalika Ufaransa wamekuwa kila wakati wakilaani kile kinachotokea kule Gaza. Kwa hivyo shinikizo la nchi za nje pamoja na shinikizo la ndani ndilo lilozifanya nchi hizi zibadili msimamo, lakini kubwa zaidi nafikiri ni kwamba e, hali hii inatokana na kutoridhika kwa nchi hizo na siasa inayoendelea ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akiungwa mkono na vile vyama vya kizalendo vya siasa kali ndani ya Israel ambavyo pamoja naye wameungana kuonyesha kwamba ndiyo kikwazo kikubwa katika kupatikana kwa suluhisho sio tu la mzozo wa Gaza mm -hmm. lakini pia suluhisho juu ya mustakbali wa Mashariki ya Kati, kama ulivyozungumzia hapo, ni kulingana na mambo yanavyojiri, ama kulingana na waziri mkuu Benjamin Senyahu anavyoendesha siasa zake. Je, labda unadhani pia mabadiliko haya yanaweza kuwa na athari ya muda mrefu katika diplomasia ya kimataifa katika eneo la Mashariki ya Kati? Yatakuwa na athari zake kwa sababu ukitizama eh, ni kwamba nchi hizi ulizozitaja za magharibi mm -hmm zimejikuta katika hali ngumu kwa sababu kabla ya hapo kuna wito uliotolewa na hata uh, nchi kama Ireland uh, hali kadhalika Uhispania uh, uh, kuonyesha utaarifu wa kuwatambua Wapalestina na kutambua haki ya wa Wapalestina ya kuwa na taifa lao. Kwa hivyo athari na dosari dhidi ya serikali ya Netanyahu zimeanza kuonekana hatua kwa hatua, na kitu muhimu kingine labda cha kugusia ni kwamba uh, pingamizi hizi dhidi ya serikali ya yani Netanyahu haziko tu nje ya Israel, lakini hata huko ndani ya Israel vuguvugu linazidi kuongezeka kumtaka Netanyahu abadili msimamo wake. e, unadhani labda kulingana na mwelekeo huo wa sasa kuna nafasi ya suluhu ya kweli kati ya Israel na Palestina, hasa kwa kuzingatia mabadiliko ambayo yanaonekana kimataifa? Suluhu ya kweli kwa kuelezea hali ya mambo ilivyo, kwa hakika ni jambo la muda mrefu mm. Njia pekee ya kupatikana na suluhisho la mzozo wa Mashariki ya Kati kwa kweli ni nyepesi, lakini wakati huo wa huo ni ngumu. Ni nyepesi kwa sababu Israel kwa muda mrefu imekataa kuheshimu maazimio ya Umoja wa Mataifa yanahusiana na Mashariki ya Kati, mm -hmm. Na azimio moja muhimu zaidi ni lile azimio nambari mbili nne mbili ambalo liliitaka Israel kuondoka katika ardhi ilizoziteka, na la pili ni kukubaliana na ule mpango wa kuwepo dola ya Wapalestina na dola ya Israel. Lakini kwa bahati mbaya hadi hapa tunapozungumza ni kwamba mkataba huo umepingwa vikali na serikali ya Netanyahu. Ni Muhamed Abdurahman, mchambuzi wa siasa za kimataifa akizungumzia mabadiliko ya mustakabali wa Mashariki ya Kati kutoka nchi za mataifa ya magharibi. Na tukisonga mbele, rais wa Afrika Kusini Siril Ramaphosa anakutana leo na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House akiwa na lengo la kumshawishi kiongozi huyo wa Marekani kuwa na maelewano na nchi yake badala ya kuishinikiza na kuiadhibu. Saumu Masimba anaarifu zaidi. Rais Donald Trump tangu alipoingia madarakani mwezi Januari mwaka huu amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya rais Ramaposa. Amekuwa akiiandama Afrika Kusini kwa kuanzisha mageuzi ya sheria yake ya umiliki wa ardhi ambayo kimsingi alikusudiwa kushughulikia kero ya ukosefu wa usawa na haki uliotokana na utawala wa ubaguzi wa rangi. Trump pia amekuwa akiikosoa Afrika Kusini kwa msimamo wake wa kuifungulia kesi ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya ICJ Israel kufuatia operesheni yake kijeshi katika ukanda wa Gaza huku akifutia msaada na kumtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington, pamoja na kuwapa hifadhi ya ukimbizi wa Afrika Kusini wazungu wa jamii ya wa wachache ya Africans. Trump anadai watu hao wamekuwa wakiandamwa, kubaguliwa na kuuawa ndani ya Afrika Kusini. Rais Ramaphosa akiwa katika ubalozi wa nchi yake huko Washington, kabla ya kwenda White House kukutana na Trump, amesisitiza msimamo wa sera za taifa lake. Well, we We are a very proud nation. Sisi ni nchi huru yenye mamlaka yake na ni taifa tunalojivunia na sisi tunalinda uhuru na mamlaka yetu na siku zote tutafanya kile ambacho ni bora kwa Afrika Kusini yes. Ziara hii ya Ramaphosa Washington ina umuhimu mkubwa kwa Afrika Kusini, na hasa kwa kuwa Marekani ni mshirika wake nambari mbili wa kibiashara baada ya China. Na hatua ya Marekani ya kuikatia msaada tayari imeshaleta athari katika sekta ya afya na hasa hasa kwenye upimaji wa maambukizi ya HIV. Ramaphosa amesema atampa Rais Trump mapendekezo kadhaa ya makubaliano ya kibiashara. Really tunataka kuondoka Marekani tukiwa mikononi na makubaliano mazuri ya kibiashara, uwekezaji na uungaji mkono. Tunawekeza Marekani na Wamarekani wanawekeza kwetu na tunataka kuimarisha uhusiano huu, na tunataka kuimarisha zaidi mahusiano kati ya mataifa yetu mawili kwa hivyo, nina matarajio mazuri na nasubiri majadiliano. so I'm very Rais Ramaposa na Trump watajadili pia masuala kuhusu siasa za kilimwengu kuanzia vita vya Israeli huko Ghaza hadi Ukraine. Rais Ramaposa amesisitiza kwamba katika mazungumzo hayo atazingatia kwanza maslahi ya nchi yake na msimamo wa sera yake ya kigeni. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo pamoja nawe. Endelea kutufuatilia kupitia redio wa shirika, vile vile kupitia chaneli yetu ya YouTube mubashara, katika mtandao wa Facebook, vile vile tunapatikana Instagram na katika mtandao wa TikTok. Endelea kutufuatilia, share, like na subscribe. Tukirudi katika uchambuzi, gavana wa jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Profesa Paruki Sadiki jana alirejea mjini Uvira baada ya kufanya ziara ya miezi mitatu mjini Kinshasa kufuatia vita vya muungano wa makundi ya waasi wa AFC ama M23. Gavana huyo amepokelewa katika mji huo wa pili kwa ukubwa wa Kivu Kusini kwa vile mji wa Bukavu uko chini ya udhibiti wa M23 na AFC. Suleiman Mwiru anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo. Wakati alipowasili mjini Uvira, Gavana Porusi Sadiki alikosoa uzaji haramu wa nyumba na mali ya serikali ya Kongo katika mji wa Bukavu tangu ulipokamatwa na waasi wa AFC M23 mnamo mwezi Februari. Gavana huyo alionya dhidi ya usaliti na ukabila, akidai kwamba hivi karibuni kila mtu atawajibika kwa matendo yake mbele ya vyombo vya sheria na baadaye aliwatangazia wakazi wa, wa Kivu kusini kwamba vita vya AFC M ishirini na tatu vitamalizika hivi karibuni tunakuya kubambia kama vita iko nyuma ndio ya chef njo mesaji ya chef de leta ili muresiste tu mupersevere hii vita inakuwa nyuma eh, donc don yayatafuta saa mkati wa njia tu eh, vita na inaishi na resistance yenu ndio inatuma tunafika pale. Gavana huyo alirejea Kivu kusini lakini waasi M ishirini na tatu tayari walikuwa wamemteua gavana mwingine Emmanuel Biratu ambaye anazidhibiti wilaya za Kalehe, Kabare, Ijwi, sehemu moja ya Walungu, Mwenga na kijiji cha Katogota katika wilaya ya Uvira, huku gavana Porusi Sadiki akiwa anazisimamia wilaya za Fizi, Shabunda na sehemu kubwa ya wilaya za Uvira, Walungu na Mwenga. Miongoni mwa changamoto kubwa zinazomsubiri gavana Porusi Sadiki ni hasa mapambano ya mara kwa mara katika baadhi ya vijiji vya nyanda za juu za wilaya za Uvira na Fizi, kati ya jeshi la Kongo linaloungana na wapiganaji wa Maimai Wazalendo na jeshi la Burundi dhidi ya makundi yenye silaha kama vile Twiraneho, Gumino na Android ambayo ni tiifu kwa AFC M23. Bia Mungu Shamamba ni mkazi wa Uvira, anategemea kwamba uwepo wa gavana huyo utaleta utulivu katika eneo hilo. Tumefurahi na sisi tunamuomba aweze kufanya liwezekanalo ili e, wapambanaji jeshi wazalendo waweze kuwa katika umoja ili wapiganishe adui na kuleta jibu kwa ile yote. Hata hivyo wakazi wengi wa Uvira bado wana mashaka kutokana na shinikizo la usalama ambalo linazidi kuzorota ndani na nje ya mji wa Uvira. Mafikiri Mashimango ni mwanaharakati wa mojawapo ya asasi za kiraia mjini Uvira, ambaye kwa upande wake anasema hategemei lolote lile kufanyika atutegemee kitu alirudiana mwaili ile mambo yenye anasema mara mingi, lakini haipati masuluhisho kwa leo. Wali tuko na pita yamwenje itapata solushon. Tumeona tena amerudia Bujumbura alorke angepashwa kubakia menana kwa kaji. Mwisho kabisa Gavana Porusi alionya dhidi ya hati na nyaraka zote zilizotolewa kwa wananchi ambazo zimesainiwa na muungano wa waasi wa AFC m ishirini na tatu ikiwemo za manunuzi ya ardhi na hata za ndoa zinazofungwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Kulingana na gavana Purusi Sadiki, hati hizo ni batili na hazitatambuliwa kamwe na serikali ya Kongo. Asante sana Suleiman Mweru kwa ripoti hiyo. Na sasa tumalizie uchambuzi wetu hapa Ujerumani, ambapo maafisa wamewakamata vijana watano wanaoshukiwa kuunda kundi la kigaidi la mrengo mkali wa kulia. Wamesema tuhuma hizo ni pamoja na kujaribu kuua na kuchoma moto majengo. Brusamani na maelezo zaidi Waendesha mashtaka wa serikali wamesema washukiwa hao walikuwa ni wavulana ambao walianzisha kundi ambalo lilijitambulisha kama wimbi la mwisho la ulinzi la kulinda taifa la Ujerumani. Washukiwa hao wana umri wa kati ya miaka kumi na nne na kumi na nane. Waendesha mashtaka hao wamesema pia wanawachunguza watu wengine watatu wenye umri wa miaka kumi na nane hadi ishirini na moja ambao tayari wako kizuizini. Akizungumza bungeni, waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt amesema washukiwa wote ni Wajerumani. Diese terroristische Vereinigung zeichnet sich dadurch. Kundi hili la kigaidi linatambulika kwa kufanya mashambulizi ya kuchoma moto, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kuchoma moto makazi ya watu wanaotafuta hifadhi, na pia limepanga mashambulizi zaidi ya kuchoma moto au na kupanga njama ya mauaji ya pamoja. Mipango ya shambulio jingine la uchomaji moto kwenye makazi ya wa wahamiaji ya Brandenburg ilitibuliwa kufuatia kukamatwa kwa watu hao. Zaidi ya polisi mia mbili ishirini walihusika katika operesheni hiyo na upekuzi wa majengo katika majimbo matano ya Ujerumani. Dobrint amesema serikali haitavumilia vikundi vya kigaidi vinavyojaribu kuiangamiza nchi wir na unaweza kuona wazi kabisa kwamba tunachukua msimamo dhidi ya wale wanaoshambulia mfumo wetu wa msingi wa kidemokrasia na ulio huru, wanaotaka kuuangusha mfumo wa kidemokrasia, kwamba hatutawavumilia vikundi vya kigaidi nchini Ujerumani vinaendesha harakati za kuiangamiza jamhuri ya shirikisho la Ujerumani. Naye waziri wa sheria wa Ujerumani, Stefanie Hubig, amesema ukweli kwamba washukiwa hao wana umri mdogo ni jambo la kukasirisha. Amesema na namnukuu, tunahitaji sera ambazo zinaepusha itikadi kali, hasa kwa vijana, mwisho wa nukuu. Waendesha mashtaka wamesema pia kuwa wanamchunguza raia mmoja wa siria mwenye umri wa miaka 35, anayeshukiwa kwa jaribio la mauaji baada ya kukishambulia kikundi cha watu kwenye bar mjini Bielefeld Jumapili iliyopita. Msururu wa mashambulizi yanayofanywa na, na wahamiaji yamechochea chuki miongoni mwa baadhi ya wa Wajerumani na kuongeza uungwaji mkono kwa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani au AfD. Ishirini na nne dakika zime katika baada ya saa kumi na moja muda wa kuyasikia lena vuma katika mitandao ya kijamii Suleiman, Mwiru wanasemaje huko mitandaoni. Saumu asante sana. Jioni hii kuna mambo mengi sana mitandaoni hmm, lakini tunaanzia mara hii mjini Nairobi nchini Kenya ambapo Kenya imethibitisha kwamba ilihusika katika utekaji nyara wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda mwaka uliopita Besigye mwenye umri wa miaka sitini na nane alitekwa nyara na wanaume waliokuwa na silaha katikati ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi, mnamo mwezi Novemba mwaka uliopita na alionekana mm -hmm. tena siku chache baada ya katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda. Kwa hiyo hii taarifa ndo inayovuma katika mitandao ya kijamii kule nchini Kenya. Serikali ya Kenya hapo awali ilikanusha kuhusika kwa namna yoyote ile katika utekaji wa kiongozi huyo wa upinzani wa Uganda, lakini hata hivyo, kwenye mahojiano ya televisheni jana Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amekiri kwamba nchi yake ilishirikiana na mamlaka za Uganda eh. Kwayo, hii, hii kwa hiyo mtu akitaka kuifahamu kwa undani hii taarifa, tumeshachapisha kwenye mtandao yetu ya kijamii uko Facebook, ukienda Instagram pia ipo, anaweza akaisoma kwa urefu zaidi na kuelewa kinachoendelea. Lakini kwenye upande wa maoni, huyu anaitwa Christopher Ngesa anasema sio Kenya, ni watu binafsi ambao walikuwa Kenya ndio walitekeleza utekaji nyara huo na kumpeleka Uganda mm. lakini lubudi aluba anasema Kenya wanajipendekeza sana eh, kwa majirani zao kupita kiasi mm. Mwisho wa siku watakipata wachokitafuta, uhasama na fitina dhidi ya taifa lao ndio mavuno wanachokipanda. Kwa hiyo mm. hii hii taarifa ukishaweka mtandaoni, kila mtu anakuja na maoni yake na uwezi kumpangia, lakini haya ni maoni ambayo yapo baadhi, na kwenye mitandao yetu ya kijamii utaipata, na wanaweza wakaendelea kutuachia maoni yao kulingana na hii taarifa ambayo imetolewa huku nchini Kenya mm. ya kuthibitisha kwamba walishirikiana na mamlaka za Uganda kumkamata kiongozi huyu wa upinzani mm-hmm. Lakini saumu pia mitandao yetu ya kijamii ipo katuni bwana. Eh, mchora katuni wetu Saidi Michael almaarufu wa Kudata, ameandika, amechora katuni yake ambayo inahusiana na madai ya kuzimwa kwa mtandao wa kijamii wa X huko nchini Tanzania. Sasa mimi sitaki kuelezea tafsiri yake, kila mtu akaitazame katika mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili huko Facebook, Instagram pia ipo huko, na watueleze jinsi ambavyo wameielewa. Lakini kuna wale ambao tayari walikuwa washaiangalia na wameielewa kwa namna yao wanasemaje? Huyu anaitwa Shabani Mbigili, anasema, mitandao ikitumika vibaya ina nguvu kubwa ya kuharibu amani ya nchi yoyote. Ni vyema ukaziba ukuta kuliko kusubiri uanguke ndio ujenge, itakuwa karimu. Lakini Lazaro Sibali anasema, mm -hmm. badala ya kuimarisha akaunti za taasisi zako unafunga mtandao wa X wewe <laughs> <laughs> hivyo umefikiria athari zake? Huyu anauliza swali, lakini hapa anaishia hapa kwanza, kwa hivyo watu wapate nafasi. Wewe mm -hmm. mitandao yetu ya kijamii wakaitazame, katuni iko kule, tumeshaimwaga tayari na lakini mbali na hilo Saumu, kwenye mitandao yetu <laughs> matangazo ya jioni ni mm, dakika thelathini tu, lakini pia kwa sababu msikilizaji na mfuatiliaji wetu ni sehemu ya matangazo haya, basi no. tusome ujumbe ambao ameweza kututumia, na mi naanzia moja kwa moja katika chaneli yetu ya YouTube. Namuona Mursala Khatib yayuko kule Zanzibar, anasema dochevele Kiswahili naufuatilia mubashara kabisa. Christopher Lisa akiwa Dar es Salaam anasema dunia ikemee kwa vitendo mauaji ya raia wa Gaza, malizeni vita. na unamwona nani? Sulemani Yoeli Denis wa Tabora, Tanzania anasema, Urusi na Ukraine, kaini meza moja kumaliza tofauti zenu. lakini Hassan Mlasa anasema, asante sana DW kwa matangazo yenu mazuri, na wapata nikiwa Kaluleni, Moshi, Tanzania mi namuona Eliud Nandi akiwa kule Sumbawanga anasema, kila la heri rais wa Afrika Kusini katika ziara yako huko Marekani, mazungumzo yenu yalete tija katika taifa lenu. Mutegeki Elias anasema hali ya kitu ama ya kiutu katika ukanda wa Gaza ni tete, amani ya kudumu itarejea lini? Kwa upande wake, Heng hasa wa Kasulu Tanzania anasema, Urusi na Ukraine mnatakiwa kumaliza mzozo wenu, tumechoka kusikia raia wakiangamia. Lakini Juma Semili anasema mm -hmm. Kila laheri rais Ramaphosa katika mkutano wako na rais Trump wa Marekani. Ujumbe huu umeanza kusema wakati umefika kwa serikali ya Urusi na Ukraine kukubali kusitisha vita, ni ujumbe wake. Mirambo Daudi akiwa kulembea. Isaya Sambo yeye anasema matukio hayo ya kushambuliwa watu na kuuliwa kwa Ghaza yatakoma lini? Umoja wa Mataifa muko wapi kwa nusuru raia wa Ghaza? Silveri Maguru Mwanza anasema, umoja wa mataifa hakikisheni, mnakomesha vita vya Urusi na Ukraine ili mataifa hayo yawe na amani. Lakini Antoni Ngunge wa Dodoma anasema, dochevele, nawashukuru sana kwa matangazo yenu ya jioni. Haya basi, nimalize ni kwa ujumbe wake Robinson Kachumita akiwa kule Sindiketi, Tanzania, anauliza amani kudumu ya kudumu itarajia lini huko mashariki ya kati? Raia wanaendelea kuteseka. Kwa nukta hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa DW, asante sana kwa kutuazima kiungo chako muhimu cha sikio. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Saumu Njama. Hadi wakati mwingine, asante, nikutakie jioni tulivu. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badri 8 Eutelsat 8wb Hotbird 13g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwaherini.